Pigo na wenyewe watashindwa, utakapo feli na wenyewe watafeli. Hujai kuona kwenye familia mtu kama milishia, mtu wa kwanza kwenye familia kiishia darasa la nne, na wengine wanao kuja wanaishia la nne, wanao kuja wanaishia la nne, ambaye amefanya yani, ambaye amefanya bidii zaidi anaishia la saba. Hapo ni kwisho wale la saba na Yesu atawasifa. Sasa kwenye mambo kama haya panapaswa ainuke mtu ambaye anafahamu maana ya somo hili ninalofundisha, anayefahamu faida za kuishi kusudi. Ukitambua faida za kuishi kusudi, ili kusudi linakuvusha mahali ambapo watu wengine hawakufanyaje? litakupitisha mahali ambapo watu wengine hawakufanyaje? ni lazima tuzijue faida zilizoko ndani ya kusudi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukizijua faida zilizoko ndani ya kusudi, nahitaji nikwambie, utafanya mambo ambayo haukuwahi kuyaona kwenye, kwenye ukoo wako utafanya mambo ambayo haukuwahi kuyaona kwenye jamii yako. Utapita mahali walipoishia baba zako utapita mahali walipoishia ndugu zako. Utaenda kwenye viwango vya zaidi. Yusufu alienda kwenye viwango vya mbali zaidi, mpaka ikafika mahali ndugu zake wakawa wamjui tena, anaamua kujitambulisha, mimi ni ndugu yenu, hawamkumbuki Amesha kuwa ni mtu wa viwango vingine. Ifike mahali na sisi tuinuliwe, tuwe ni watu wa viwango vingine, tukishikamana na kusudi na Mungu sawasawa. Nataka nikwambie haya ninayohubiri masikioni pako yatatokea, na watu watashangaa, eti mtu wa kwanza ameishia la nne, wewe tu umekuja umeishia la nne. Wazazi wako hawakuwahi kuhisi hata nyumba hapa mjini hawakuwahi kabisa vijijini, kwenyewe wanaishi vijumba vya kibanda kibanda banda kibanda kibanda. Halafu kwa sababu na shetani alivyomjinga anakamata fahamu zetu, unakuta tunasema kwamba sisi bwana ah, sisi bwana ni watu wa hali ya chini tu, sisi ni mafukara, sisi ni mafukara. Wewe sio fukara, haujatambua kusudi la kuitwa kwako. Ukiona hujatambua kusudi la kuitwa kwako, kama gotini pa Bwana muulize Mungu, Mungu umeniitia nini hapa duniani, Kusudi langu mimi ni nini? Unataka nitekeleze jukumu gani? Mungu atakueleza mwanangu, kusudi lako wewe ni hili. Mungu alimweleza Yeremia, anakueleza kusudi lako wewe ni hili, mpango wa kwangu mimi juu yako ni huu. Unaanza kutembea ndani ya kusudi. Ukishaanza kutembea ndani ya kusudi, unaanza kunufaika na zile zidu faida zilizoko ndani ya kusudi. Ukishaanza kunufaika na hizo faida, ndipo hapo utavuka level ya mahali walipoishia ndugu zako.